ndio lengo hasa kubwa ambalo serikali tumejipangia kuelekea mageuzi haya. Ni hatua tulipo leo, siko tulikotoka kwa kiasi kikubwa sana. Miaka mitatu hii tuliyosema tunashughulika vilivyo na mashirika ya umma, mlioko kwenye mashirika mnajua mmepiga hatua kubwa sana. Mageuzi yamewapa sura nyingine. Naomba nikiwataja ili mjipange vizuri, lakini mtakuja haraka haraka: TPA, NIDA, TFS, BRELA, TCR Itasa kinaosha katika hili. Walioongoza ni TPA ambao mwaka huu wamechangia kiasi cha shilingi bilioni 181.5 bilioni, ikiwa ni ongezeko kutoka bilioni 153 na, na tunawapongezeni sasa kwa kuendesha miradi yenu kwa kutumia pesa yenu ya ndani. bilioni 181.5 kutoka gawio la mwaka jana bilioni 153. Asante sana. Picha.